Uh, Ndugu Jakaya Mrisho Kikwete Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Marais wa staafu, spika wa bunge, Rais mteule, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Nina heshima kubwa kusimama mbele yenu kukubali kwa kusimama mbele yenu kukubali matokeo ya uchaguzi ambao umepita ambao umempitisha ndugu yetu John Pombe Magufuli kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka huu wagombea karibu wote wa vyama vyote tuliosimama tumezungumza sana jambo la mabadiliko. Ninaamini hii ndiyo hoja ya msingi ya kila Mtanzania, kwamba miaka hamsini na nne baada ya uhuru tunahitaji kuona mabadiliko. Ninaamini ya kwamba eh, Rais Mteule ndugu John Pombe Magufuli atasimamia matamanio haya ya Tanzania inayotaka kubadilika badiliko la kwanza ambalo ninaliona kubwa na la msingi kabisa, tunataka katiba mpya. Tunataka katiba inayotokana na maoni ya wananchi, ili itupe uhalali wa mabadiliko mengine tunayotaka kuyaona. Jambo la pili kabisa la msingi, tunahitaji kuona umoja wa kitaifa, tunahitaji kuona usawa kati ya wanaume na wanawake tunahitaji kuona mabadiliko makubwa sana hasa hasa katika usimamizi wa shughuli za serikali. Tunahitaji pia kuona mabadiliko makubwa katika mfumo wa uchumi. Nchi yetu ni tajiri, sote tunakubali, lakini sisi tumekubali kuendelea kujiita maskini. Ninataka kuamini kwamba mkusanyiko huu unashuhudia kwamba nchi yetu sio umaskini wala sisi sio umaskini wa hali wala wa mali wala wa fikra. Tunahitaji kuungana pamoja kama taifa kulitetea taifa letu kuirejesha fahari ya Tanzania. Watanzania, tuliwahi kuwa na fahari. Ninamwomba sana rais mteule ahakikishe kwamba fahari ya Tanzania inaendelea, inalindwa, inadumishwa. Jambo la mwisho, kupitia chama changu cha ACT Wazalendo, napenda kuwashukuru sana chama changu kwa pekee kabisa kwa kunipitisha na kuniamini kusimama kama mgombea urais kwa kipindi hiki na nikasimamia vizuri sana ila